Watuhumiwa 211 wamekamatwa kwa tuhuma za makosa mbalimbali mkoani Kilimanjaro katika kipindi cha mwezi Januari hadi Machi 2025. Misako na operesheni zilizofanyika mkoani Kilimanjaro imefanikisha kukamata watuhumiwa 211 kwa tuhuma za makosa mbalimbali yakiwemo wizi wa mifugo matukio mawili, kupatikana dawa za kulevya aina ya bangi 46, mirungi 68, pombe haramu za Moshi gongo 74 kupatikana mitambo ya kutengenezea pombe ya haramu za gongo nane, kukamatwa kwa wahamiaji haramu wa sita, kupatikana nyara za serikali saba, na kukamatwa kwa mali mbalimbali zinazodhaniwa kuwa za wizi ishirini na tano. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro kwa kipindi cha Januari hadi Machi ishirini ishirini na tano imefanikiwa kupunguza ajali za barabarani mbili sawa na asilimia ishirini na mbili ya ajali tisa zilizoripotiwa kipindi kama hicho mwaka ishirini ishirini na nne. Mkoa wa Kilimanjaro umeshika nafasi ya tatu kitaifa katika matumizi sahihi ya mifumo ya udhibiti wa mwendo wa magari ya abiria vites. Aidha, madereva 12 wamefungiwa daraseni zao za udereva kwa kufanya makosa ya usalama barabarani kwa kipindi cha tajwa hapo juu. Katika misako hii ambayo imeendelea, ambayo watu wengi wamefikishwa mahakamani, jumla washtakiwa tisini wamepatikana hatia na kupewa adhabu mbalimbali kama ifuatavyo: mauaji, kesi moja, mtumia moja, amehukumiwa kifo. Ubakaji kesi nne watuhumiwa watatu wamehukumiwa kifungo cha miaka 30, na kesi moja kifungo cha maisha jela. Kulawiti kesi tisa watuhumiwa wanne wamehukumiwa kifungo cha miaka 30, na kesi tano kifungo cha maisha jela. Kusafisha dawa za kulevya, kesi mbili watuhumiwa wawili wamehukumiwa miaka 30 jela. Kupatikana nyara za serikali, kesi mbili watuhumiwa wawili wamehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela. Makosa mengine madogo Jumla ya kesi sabini na nne yatumia amehukumiwa vifungo mbalimbali ikiwepo na kulipa fine. Jeshi la Polisi tunaendelea kutoa elimu kwa wananchi kupitia majukwaa mbalimbali na mikusanyiko ya watu kufuata sheria na kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi. Elimu ya usalama barabarani inaendelea kutolewa kwa madereva na abiria katika redio na makundi mbalimbali wa wa ya usafirishaji wakiwemo bodaboda, bajaji na mabasi ya abiria Wananchi na mamlaka zingine za serikali ziendelee kutoa ushirikiano kwa kutoa taarifa za uhalifu na uhalifu, ili hatua stahiki zichukuliwe kwa watumia watakaopatikana na hatia.